Leo nataka tuweze kuangalia neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Samueli sura ya 16 kuanzia na mstari wa kwanza. Ni kueleze vizuri kuhusiana na habari ya mtumishi wa Mungu mmoja aliyekuwa anaitwa Samueli. Samueli, Mungu alikuwa anamtumia uh, uh, kwa ajili ya kuweza kuchagua watu wana wa Israeli walipoishi maisha yao, baadaye walianza kutamani kufanana na mataifa mengine ambayo walikuwa wanapigana nayo. Kwa hivyo wakatamani kuwa na mfalme katika maisha yao, na walivyoanza kutamani kuwa na mfalme na wenyewe pia katika maisha yao, badala ya waamuzi wale ambao Bwana alikuwa amemwekea toka mwanzo, wakampata mwamuzi amini. Mfalme wa kwanza kabisa alikuwa anaitwa Sauli, na Samuel ndiye ambaye alienda kwenda kumwekea mafuta Uh, Sauli ya kuwa mfalme na baadaye, Sauli alikuja kuwa mtu ambaye alikuja kupenda vitu, alikuja kupenda mali, na baadaye Mungu akamkataa Sauli. Na baada ya kumkataa Sauli, Samweli alisikitika sana, kama baba, kama mtu ambaye alimchagua mara ya kwanza, kama mtu ambaye alimwekea mafuta, kama mtu ambaye aliwekeza moyo wake mkubwa sana kwa Sauli na baadaye, alianza kunung'unika, alianza kulia, alianza kukosa raha, alianza kujisikia vibaya, alianza kuwa na huzuni, alianza kunyong'onyea, alianza kujilaumu, alianza kuona Mungu hajafanya sawa. Mungu, amefanyeje? Imekuwaje? Mungu, why? God why? God why? and why? and a lot of why Mungu akamwambia katika Samueli wa kwanza sura ya 16, kwanza mstari wa kwanza akasema hata lini utamlilia Sauli? Na hili ndilo swali ambalo, jioni ya leo ambalo usiku wa leo, mimi ninakuambia wewe, ya kwamba hata lini utaendelea kuililia kazi uliyoipoteza utaendelea kumlilia baba yako uliyempoteza? Utaendelea kumlilia mama yako uliyempoteza? Utaendelea kulilia mahusiano yako ya ambayo yameshaenda? Utaendelea kulilia cheo chako ambacho ameshushwa? Hata lini? Samuel akaambiwa, hata lini, for how long are you going to cry kuhusiana na um, mfalme ambaye mimi nimemkataa. Akamwambia nyamaaza. Alafu simama tena, alafu chukua mafuta, nenda katika nyumba ya Yese. Yese kule, mimi nimekuandalia mtu, utaenda kumwekea mafuta mfalme mpya. Huyo anaitwa Daudi, utaenda kumchukua, alafu utamwekea mafuta, naye atakuwa mfalme wa pili wa wana wa Israeli ambaye atafanya vizuri. Kwa hivyo akamkataza kulia kwanza, kutokana na yule ambaye alikuwa anampenda, ili aweze kumpa mwingine aliye mzuri zaidi, aliye kijana zaidi, aliye na upako zaidi, aliye na nguvu zaidi, aliye na uwezo zaidi.

Kwako kwa jioni ya leo ya kwamba Mungu anauliza, hata lini utaendelea kuililia kazi uliyoipoteza? Hata lini utaendelea kumlilia mama yako ambaye amefariki? Hata lini utaendelea kumlilia baba yako ambaye amefariki? Hata lini utaendelea kualilia watu ambao unaona hao wamenikataa, hao wameenda mbali nami, hao wamesogezwa, wame nje? Na wakati mwingine Mungu anawatoa watu kwa sababu anakuwa ameshaona Uh, mambo ambayo wao wanakudiskasi vibaya kuhusu wewe. Ameshaona jinsi ambavyo hao watu wa watu kusaidia katika kusa siku zako za mbeleni. Wakati mwingine ni Mungu mwenyewe amewatoa watu wa aina fulani, kwa hivyo acha kuwalilia, funga macho, futa machozi yako uweze kuona vizuri bwana aweze kukupatia mtu mwingine aweze kukuinulia watu wengine wa kukusaidia watu wengine watakaokubeba watu wengine watakaosimama katika upande wako wapo watu ambao bwana amewaandaa mungu amewaweka bwana amewaweka sawa kabisa kwa ajili ya maisha yako acha kulia utaona ya kwamba yesu kristo alipokutana na yule mama aliyekuwa mama mjane wa Naini ambaye mtoto wake alikuwa amefariki. Biblia na inasema hivyo katika Marko, ya kwamba alipokutana na yule mama, cha kwanza alimwambia yule mama, futa machozi yako. Cha kwanza alimwambia yule mama, acha kulia, na hicho ndicho kitu anachokuambia leo, unayenisikiliza hapa katika Jesus online, ya kwamba acha kulia, nyamaza kulia futa machozi yako. Alipofuta mama yule machozi yake, Mungu ali Yesu alimuinua tena yule mtoto, akamuinua ile muujiza wake akampatia, na ndivyo itakavyokuwa kwako, utakapo nyamaza kulia. Utakapoacha kulia, mpenzi wako sahihi atajitokeza. Utakapoacha kulia, rafiki yako mwingine atajitokeza. Utakapoacha kulia, baba yako mlezi atajitokeza. Utakapoacha kulia, kazi yako nyingine nzuri zaidi itajitokeza. Kwa nini? Kwa sababu unapolia unapotengeneza machozi, machozi katika macho yako yanatengeneza ukungu, ukungu unakusababisha wewe usione vizuri. Na ndiyo maana utaona unapoendesha gari pale kukiwa kuna maji, kwa nini kuna wiper? Wiper zipo pale kwa ajili ya kufuta maji kufuta maji. Kwa nini kufuta maji? Ili uweze kuona clear. Usipoona clear, utakuwa unaona vitu kama uvioni vizuri, na ndivyo inavyotokea sasa hivi. Ukiwa unalia, Mungu anakuletea mpenzi wa maisha yako, umuoni vizuri. Mungu anakuletea baba wa kuinua, umuoni vizuri. Mungu anakuletea rafiki mwema BFF mwingine, umuoni vizuri. Mungu anamleta mtu mwingine akuja kuinua, anakukuta umefunika ume, ume, ume, ume kichwa chako, anakuta umeangalia chini. Bwana Wambia Abrahamu, inua uso wako, angalia mbele kuna kitu nataka nikupatie, na hilo ndilo Bwana ambalo nakwambia leo, ya kwamba acha kulia. Lakini ya pili, futa machozi yako, alafu angalia, ili Bwana aweze kukupatia. Umelia kwa muda mrefu kuhusu mama yako ambayo umempoteza, umelia kwa muda mrefu kuhusu baba yako, umelia kwa muda mrefu kuhusu kazi uliyoipenda sana, umelia kwa muda mrefu kuhusu sehemu uliyokuwepo mwanzoni, sehemu ambayo Bwana alikuwa amekuweka mwanzoni, watu ambao, watu Mungu alikuwa mwatumia mwanzoni, umelia sana na mimi nipo hapa kukuambia ya kwamba futa machozi yako, kwa sababu Bwana katika Samueli wa Kwanza sura ya kumi na sita anamwambia Samweli, hata lini utaendelea kulia kuhusu mtu ambaye mimi nimemkataa? Hata lini utaendelea kumlilia mwanamke yule? Hata lini utaendelea kumlilia mwanaume yule? Hata lini utaendelea kuililia kazi ile? Hata lini? for how long, how, how? Bwana anasema hata lini? Kwa sababu leo hii anakuambia kaa tayari, futa machozi yako, inuka tena, pata nguvu tena, alafu chukua mafuta, maana yake chukua upako, alafu twende katika eneo nitakalo kuelekeza, kwa sababu yupo mwingine niliye mwandaa ambaye ni kijana zaidi, ambaye ana nguvu zaidi, ambaye ana uwezo zaidi, ambaye anaona mbali zaidi, ambaye ana kitu cha kitofauti, ana vipaji. Sauli alikuwa hawezi kupiga kinubi, huyu anayekupa sasa na uwezo wa kinubi. Sauli alikuwa hawezi kusimama na kuimba, huyu Daudi wa sasa ana uwezo kusimama na kuimba. Sauli alikuwa hawezi kuwa na maono ya mbali, huyu Daudi anayekuja sasa na maono Saudi ya mbali. Sauli alikuwa hawezi kupigana vita na ana ujasiri. Huyu Daudi wa sasa ana uwezo wa kuona vizuri, ana uwezo wa kupigana na Goliati. Huyu wa sasa ana uwezo wa kufanya maombi, wa kuvuta uwepo. Huyu Mungu anayokupa sasa ni mtu wa Mungu. Huyu mpenzi anayokupa sasa ni mtu wa Mungu. Hii kazi anayokupa sasa ina hela nyingi. Sehemu anayokupeleka sasa Mungu inakusubiri vizuri. Sehemu atakayokupa sasa Bwana, hii ndiyo Daudi ya maisha yako. Hii ndiyo sehemu inayokutoa wenda sehemu nyingine lakini huwezi kwenda katika sehemu hii mpaka kwanza unyamaze, mpaka kwanza uache kulia, mpaka kwanza ufute machozi, mpaka kwanza uinue uso wako, ili uone vizuri kule ambako Bwana anakupeleka. Niko hapa siku ya leo kwa ajili ya kukuombea ili Mungu akutie nguvu zaidi. Awezi kupambana na jinsi unavyolia, jinsi una, ulivyo na huzuni. Leo hii nakuacha na swali katika Samweli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza ya kwamba hata lini utaendelea kumlilia mfalme yule ambaye Bwana amemkataa? Hata lini utaendelea kum, kumlilia mtu yule akiwa mfalme ni yule aliyekutawala, yule ambaye alikuwa amechukua sehemu kubwa ya maisha yako, yule ambaye wewe ulikuwa umemtegemea sana, yule ambaye wewe ulikuwa umemtazamia sana, yule ambaye wewe ulikuwa umeweka moyo wako kwa yule kazi ambayo ulikuwa umeweka uwezo wako kwake, kazi ambayo ulikuwa unajua itakutoa. Hata lini utaendelea kuililia madhari bado uko hai? Kuna kazi nyingine, kuna mtu mwingine, kuna rafiki mwingine, kuna mume mwingine, kuna mtoto mwingine, Mungu atana kupatia. Usiendelea kulia kuhusiana na mtoto ambaye umempoteza, mtoto ambaye amefariki, kazi ambayo imeondoka, ime, ime sehemu ambapo umefukuzwa kazi, hata lini utaendelea kulilia, kwa sababu kasababu, bwana, ningekuwepo jana yangekuwepo jamani, bora angekuwa yule. Hapana, kama bado upo hai, Mungu atakuletea zaidi ya yule, zaidi ya ile, zaidi ya kile ambacho mwanzoni kilikuwepo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninamleta mikononi mwako huyu ambaye ananiangalia sasa, nikiomba ya kwamba Bwana ukapata kusimama ukapate kuonekana, ukapate kumsaidia, ukapate kumfuta machozi, ukapate kumwangalia kwa jicho la huruma, ukamwangalia kwa jicho la kuumia Bwana ukafute machozi yake ukainue moyo wake ukaondoe huzuni yake ukamsaidie, Bwana akapate kazi mpya akapate mume mpya akapate mchumba mpya akapate mke mpya akapate kazi mpya akapate future mpya akapate sehemu nyingine mpya akapate mfalme mpya akapata uwezo zaidi akapata nguvu zaidi akapata nafasi zaidi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ukamuinue tena ukamuanzishe tena ukamweke tena katika nafasi ambayo ina mstahili katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia vizuri sana mafundisho na neno la Mungu katika Jesus Online. Endelea kutufuatilia vizuri sana kila siku. Ingia Instagram, ingia Facebook, ingia TikTok, ingia Snapchat, ingia YouTube, ingia katika maeneo yote ya mitandao ya kijamii, alafu andika MC Pilipili au andika Pilipili TV, utabarikiwa sana. Mungu agaende kuinua na aende kupatia kile ambacho Bwana anakusaidia kusaidia katika maisha yako. Acha kulia, simama tena, inuka tena. Mungu bado ana uwezo na kitu kikubwa ambacho unacho. Usiendelee kulia juu ya kile ambacho umekipoteza. Futa machozi yako, ukiendea kile Bwana anachokiandaa vyema katika maisha yako katika jina la Yesu.